Donald Trump ameutoa mkeka wake wa kodi ambao dunia nzima ilikuwa inasubiria. Nasema ni dunia nzima kwa sababu mkeka huu umeathiri dunia nzima kwa sababu Marekani ni soko kubwa duniani. Bado ni moja ya masoko makubwa duniani. Kwa hiyo lazima alichokifanya Donald Trump, madhara yataonekana yata, yata, yata dunia nzima. Sasa huu mkeka umegawanyika kama mara tatu. Kuna wale ambao walikuwa na asilimia kubwa ya kodi, afu kuna wale ambao walikuwa na asilimia kiasi na kuna wale ambao walikuwa na asilimia ndogo kabisa. Wale ambao walikuwa na asilimia kubwa kama akina China, Cambodia, Trump amekata nusu. Maanake hajafanya kitu kinaitwa full reciprocal, amefanya kiasi. Kwa mfano, China anatoza asilimia sitini na saba kwa bidhaa za Marekani zinazokwenda China. Trump yeye amefanya nusu yake thelathini na tatu, kama sikosei. Nitakuwekea chati hapo kwa namna gani hizi asilimia za Trump, kuanzia wale wa asilimia arobaini thelathini na asilimia kumi ya kina sisi Tanzania. Tanzania tulikuwa na asilimia kumi ya kodi ya bidhaa za Marekani zinazoingia Tanzania, na wao wametuchaji kumi ile ile. Yani, same reciprocal. Kwa mfano China wanawachaji Marekani kiasi cha asilimia sitini na saba Marekani wameweka asilimia thelathini na nne Umoja wa Ulaya, European Union, wanawachaji Marekani asilimia thelathini na tisa Marekani wameweka ishirini Kuna wenye asilimia kubwa kama Vietnam wana asilimia tisini kabisa, Marekani ameweka asilimia arobaini na sita. Huu ni mfano nimekupa wa huu mkeka wa Trump unavyoonekana, kwamba wenye asilimia kubwa amekata nusu, wenye asilimia ndogo kama Ulaya, naye amepunguza kidogo, wenye kumi ameacha kumi. Sasa kuna watu wanajiuliza maswali magumu, haya yote haya yanatoka wapi kwa Trump? Trump ametoa jibu, amesema hivi: kwa miaka mingi watu walipata fursa ya kuliingia soko la Marekani. Sasa inabidi walipe kulipata hili soko la Marekani. Naomba msikilize kwanza, kwa maneno yake mwenyewe Bwana Trump akiyasema haya maneno, kwa sababu wengi hawajui haya makelele ya tariff kodi kodi yametoka wapi. Marekani iko desperate, atapata wapi pesa apambane na wengine akina China? Hilo lazima naroni kichwani. Marekani anaanza kutaja pesa leo, na ilikuwa sio tabia yake kutaja pesa. Kwa nini?

Marekani alikuwa wapi? Alikuwa hawalipishi watu hizi kodi kwa sababu kipindi hicho alikuwa hana mpinzani ambaye anaweza akamtishia. Niwakumbushe watu, Marekani ni taifa linalojiendesha kwa hasara. Nikisema hasara, wana deficit kubwa sana katika bajeti yao, waswahili wanasema nakisi, yaani wakikaa kwenye bajeti yao pesa haitoshi, na wanajiita ni chitajiri. Kumbuka, eh? But they have the biggest deficit in their budget, yaani kubwa mno, nakisi yao ni kubwa sana bajeti yao deficit, wanaita sijui nakisi kwa Kiswahili. Kingine alichodai Bwana Trump kitasaidia ni kwamba kitasaidia kuvuta wawekezaji kwenda kuwekeza Marekani. Kama utaki masuala ya kodi, yani kama utaki kulipa hizi tarifu, nenda kajenge kiwanda Marekani. Siyo maneno yangu, maneno ya Trump. Naomba msikilize hapo kidogo, akisema hayo maneno. My answer is very simple, if they complain, if you want Your tariff rate to be zero then you build your product right here in America, because there is no tariff if you build your plant, your product in America. Kwa hiyo kama una bidhaa yako unayo supply Marekani na hutaki ulipishwe kodi, nenda kajenge kiwanda Marekani, itakuwa zero kabisa. Nikwambie haiwezekani kujenga kiwanda Marekani. Wafanyakazi wa kwenye kiwanda chako ni akina nani? Haya sio maneno yangu, maneno ya Amerika wenyewe, wanasema hawana wafanyakazi wa kufanya kazi kwenye viwanda vyao. Kumbuka, Wamarekani wako busy kutafuta watu wa kwenda kufanya kazi nchini kwao, alafu nakwenda kuwekeza kiwanda Marekani. Trump kajigamba kwamba sera yake imeshaanza kuwavutia wawekezaji kwenda kujenga viwanda ndani ya Marekani. Kaongea kitu cha ajabu sana, kasema hivi: Apple atawekeza dola bilioni mia tano kujenga ndani ya Marekani. Kumbuka, Apple ni kampuni la Wamarekani, lakini eti halijawahi kuwekeza kiasi hicho cha pesa ndani ya Marekani.

great companies are investing $500 billion almost immediately. NVIDIA, a hot company. Eti Apple hawajawahi kuwekeza kiasi kama hicho ndani ya Marekani, lakini <laughs> China wamewekeza kiasi gani? Tumuulize bwana Trump kama Apple kampuni la Marekani hawajawahi kuwekeza kiasi cha dola bilioni mia tano ndani ya ardhi yao ya kuzaliwa. Unajua Marekani nchi gani? Marekani ni dampo, kila mtu anapeleka takataka yake pale. Sasa Trump hataki tena Marekani iwe dampo Anataka iwe production center kama ilivyo China. Marekani shakuwa kama panya aliyenasa kwenye mtego mkubwa wa Wachina. Maanake huyu panya alivyoingia kwenye ule mtego wa kichina alikuta chakula kingi sana, akala akanenepa, asa hawezi kutoka tena kwenye kale kama mlango kadogo alichoingia. Hiyo ndio marekani ilivyonasa kwa Wachina. Unafikiri hii tarifu inawaumiza sana wakina nchi za wengine? Inawaumiza zaidi wa Marekani. Msikize udada anasema hivi.

Habari njema kwa Wamarekani iliyotolewa na wachumi wa, wa Marekani. Raia wa kawaida wa kimarekani ameambiwa ajiandae kutumia zaidi ya dola elfu tatu mpaka elfu nne kulingana na hii vita ya kodi aliyoanzisha bwana Trump. A normal american should be prepared to spend over 3 to 4,000 US dollar per year, kwa mwaka. Sio maneno yangu, ni wachumi wa, wa kimarekani wametoa hayo maneno. Hiyo ndio Marekani ambayo mang'ombe wengi wanapenda kuja. Wakifika huko wanapagawa na makazi mawili mawili. Kwa nini? Kwa sababu Marekani sio nchi ya wana ya Marekani. Marekani ni nchi ya wachache wanaoimiliki the american conqueror, mpaka leo wanaimiliki Marekani. Huwezi kwenda pale, mtu wa kawaida, ukaienjoy Marekani unless unakwenda pale kama Elon Musk kwenda kuwekeza, ndio utaenjoy Marekani. Unakwenda kuteseka, utateseka kweli. Elimika usiwe msomi.